Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa ndani, nafurahi kuwajulisha kuwa mfumuko wa bei kwa Tanzania Bara ulikuwa 3.4 mwezi Agosti 2025 ndani ya lengo la nchi la 3 hadi 5 na unaokidhi vigezo vya mtangamano wa kiuchumi kwa nchi za EAC pamoja na SADC. Matarajio ya benki kuu yanaonesha kuwa mfumuko wa bei utaendelea kubaki ndani ya lengo la asilimia tatu hadi tano. Na hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha na sera za kibajeti, pia kutokana na uwepo wa chakula cha kutosha na utulivu wa thamani ya shilingi. Mwenendo huu utachagizwa pia na uwepo wa umeme wa uhakika na kupungua kwa bei ya mafuta gafi. Kwa upande wa Zanzibar, mfumuko wa bei ulipungua kutoka asilimia 4.2 hadi asilimia 4.0 ukiwa ndani ya lengo, na hii imetokana na kupungua kwa bei za vyakula. Mfumuko wa bei kwa Zanzibar unatarajiwa kuendelea kubaki chini ya lengo la asilimia 5. Kuhusu shughuli za kiuchumi, nafurahi kuwajulisha kuwa shughuli za kiuchumi hapa nchini ziliendelea kuimarika na kwa upande wa Tanzania Bara uchumi ulikuwa kwa asilimia 5.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ikilinganishwa na asilimia 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Mwenendo huu ulichangiwa zaidi na shughuli za uchimbaji wa madini, shughuli za kilimo, huduma za fedha na bima, shughuli za ujenzi na shughuli za uzalishaji viwandani. Benki Kuu ya Tanzania inakadiria kuwa uchumi utaendelea kuimarika na inatarajia kwamba utakuwa zaidi kwa, zaidi ya asilimia sita katika robo ya pili na ya tatu ya mwaka 2025. Ukuaji wa pato la taifa, kupungua kwa nakisi ya kaunti ya nje, ufanisi wa sekta kama vile utalii, kilimo na madini, yote haya yana, yanaonyesha uimara wa uchumi wetu licha ya changamoto zinazoendelea kuikumba dunia kwa sasa. Tunafurahia pia mwelekeo chanya wa mfumuko wa bei, mapato ya serikali na akiba ya fedha za kigeni kwetu, kutoka sekta ya kibenki ama mabenki haya yanatupa uhakika wa uthabiti wa uchumi wetu.